Ndugu wateja, karibuni, hapa ndio Tapem Accessories. Kama mnavyoona mzigo wetu ndo huu hapa na mtu wa huduma wetu dada Wema ndo huyu hapa, yupo kazini, anarekebisha vitu mbalimbali ikiwemo covers, protector, earphones, beti chochote unachokihitaji kuhusiana na simu yako basi unakipata Tapem Accessories au kwa dada Wema, Saba Saba pale kwenye transformer. Ukiingia tu unakutana na duka la dada Wema upande wa kulia. Ni mwanamke mmoja anayejua kujituma, anajishughulisha, apendi cha mtu wala apendi cha bure, hivyo anatumia nguvu zake kufanya kazi za mikono na hatimaye anapata riziki, hivyo tumwezeshe muunge mkono mwanamke huyu ili aweze kupiga hatua, asifanye kazi zile za ajabu ajabu ambazo zimpendeze mwanamke wala zimpendeze Mungu. Asanteni ndugu wateja, karibuni sana hapa ndo pattern, Tapem. Tapem Accessories. Yes. Ma uh, na kwa wale ambao ni wageni hapa ni mkoani Dodoma Ukiingia barabara ya roundabout saba saba pale unanyoosha unakuja mpaka chuo cha usimamizi wa fedha IFM, na baada ya IFM kuna transformer upande wa kulia na baada ya transformer hiyo utaingia mkono wako wa kulia, njia ya kuingia sabasaba sokoni. Lakini kabla hujafika ndani kabisa, mkono wako wa kulia utaona duka la dada Wema. Asanteni. Hapa ndo dukani kwetu, karibuni. Vifaa ndio kama hivi mnavyoviona, na vifaa hivyo mm. Wateja wetu ndio hawa, wanakuja na kuondoka, wengine wengine waoga kurekodiwa. Dada Wema umetisha sana, huu um, msuko umesuka wapi? Saliga inaitwa hiyo maana. Kama unaenda kusuka kwake, naaja anunue vitu. Ndio maana ya kuunganishana hiyo. <laughs> <laughs> Aha, na mimi ninaye record ni mteja, nimekuja kuwekewa simu yangu protector, lakini pia majina yangu ninaitwa Ivan Moleli. Kwa hiyo tunajivunia mwanamke kama huyu kujituma. Wengine wengekuwa wanaomba hela za chai saa hizi, yeye yeah, anachukua hela baada ya kufanya kazi yeah, na asiyefanya kazi asile. <laughs>